Tarehe tatu mwezi wa tatu siku ya Jumatatu, ambayo imehusisha timu kumi na sita timu zili, zimegawana kwenye makundi manne, kwa maana timu kumi na sita makundi manne, kila kundi tulipata timu mbili, maanake zile timu mbili zikatengeneza kitu kinachoitwa nane bora, ambayo nane bora kwa heshima kubwa kundi jimbo la Nyamagana, ambaye amekuwa bakua wa mchezo kwenye jimbo hili tuliita Mabula Super Eight kama bango unavyoliona hapa. Kwa hiyo hizo ndio timu leo ziko hapa, lakini baada ya mauzanana amevoandishi Mheshimiwa mbunge kupitia mwakilishi wake amegawa jezi kwa timu zote nane ambazo zinakwenda kutimua

sisi kuchukua ukuku wa Nyamagana na eshu moja, eshu kubwa. Sasa unataka tutawala ligi ya mkoa, si tu. misimu nane bingwa ametoka Nyamagana, misimu nane wote wamekwenda kucheza ligi ya mkoa, bingwa amekuwa, zinazocheza fainali ya ligi ya mkoa wanatoka Nyamagana. Yani timu bora zinatoka Nyamagana, tukiendelea tu ya mwisho ya mkoa, timu ya mkoa baki timu za Nyamagana tunakuwa tushajihakisha ubingwa, kazi yetu kwa kabia, naelekea mabatiike naelekea mkolani, ndio kazi ya Wanyamaamagana. Lakini yote yametokana na kuwa na mbunge maanchu chama cha soka tunamtika. Leo ukizungumza wilaya y kabisa kimpira mkoa Mwanza basi ni Nyamagana, lakini sio tu. Nimesema kwa mkoa Mwanza lakini kwa Tanzania, kwa hesabu zangu za harakaharaka na kwa jinsi nilivyotembea

sababu zinaweka chachu ya kutu wa shindani na kila mtu anatamani kucheza ligi ya Mabula. Rai kwa vilabu shiriki, kwanza niwaambie tunaye mbunge mwana michezo wanatakiwa wamtazame kwa jicho matatu zaidi. Yaani je, macho na ile ndio wanao waongeza na tatu, kwa sababu ni mwana michezo. Lakini watu watumie vifaa hivyo kwa leo, kwa mfano mtu mmoja ni mwanamke mabonde kwa kuzungumza mwenye eledi anatamani kama ambavyo viongozi wamesema. Kwa hakika leo alipashwa kuwepo mwenyewe, rafiki yenu, kaka yenu, kiongozi wenu, mwanamichezo mwenzenu, kiongozi pamoja na viongozi wengine kwenye jimbo letu la Nyamagana, lakini kwa sababu ya majukumu ndiyo maana imekuwa ngumu sana kwa yeye kuja. Hivyo kwa heshima, na mimi naipokea kwa unyenyekevu mkubwa sana, nikiwa mbele yenu kumwakilisha kwenye hafla hii muhimu kabisa kwenye historia ya soka letu kwa jimbo letu la Nyamagana na wilaya yetu kwa ujumla wake. Miaka kumi iliyopita wakati tunawaza namna gani ya kuipandisha hadhi ligi daraja la nne mawazo yaliletwa na viongozi tukayachakata kwa muda mrefu, tukasema tutengeneze brandi na tuiwekee nguvu, na rafiki yenu na ndugu yenu mheshimiwa Stanslaus Mabula aliweka nguvu kubwa sana, na kutoka hapo ndio ilikuwa dhamira yake ya dhati kwamba ni lazima awekeze nguvu kwenye kuinua michezo. Kwa nini? Kwa sababu michezo ni furaha, michezo ni ajira, lakini inawapa sisi vijana, inatupa fursa vijana na watu wenye umri sio vijana, tujapokuwa sisi vijana ni wengi zaidi, la kupata nafasi ya, ku, ya kukutanika pamoja, kuburudika, kuibua vipaji na kupunguza stresi za maisha, kupunguza changamoto mbalimbali zinazotukabili kwenye familia, na hivyo inapunguza uzurulaji na punguza ishi za madawa ya kulevya na vitu kama hivyo kwenye mitaa, inawafanya vijana wawe bize kidogo. Kwa hivyo, kwa miaka kumi sasa, amewekeza nguvu, amewekeza pesa nyingi sana sana kuhakikisha kwamba michezo kwenye jimbo letu inakuwa na inapata thamani. Ndipo Mabula League 4 ilizaliwa, na hata leo mimi ninavyoona mwendelezo huu nina jambo la kushukuru. Nimshukuru sana mwenyekiti na kamati yake na viongozi wote. Hata uweke fedha kiasi gani, kama hauna watu wenye moyo na kuupenda mchezo wenyewe huu, mchezo usingefika hapa ulipofika. Pengine hata mheshimiwa mbunge Stanslaus Mabula angekuwa amekata tamaa. Miaka kumi, ndugu zangu, mpaka leo sio midogo, ni miaka mingi sana kila mwaka unaweka hela, kila mwaka unaweka hela kwenye vifaa, kwenye posho kidogo, kwenye zawadi na mambo mengine kama haya ili kufanikisha. Ni kwa sababu gani ameendelea kufanya hivyo? Ni kwa sababu mmechagua watu sahihi, mna viongozi sahihi ambao wanawekeza muda, akili na maarifa, kutumia kile kidogo ambacho mheshimiwa mbunge anakiweka wanakifanya kionekane kwa ukubwa kama huu tulionao sasa. Kwa hivyo Mheshimiwa Mabula amenituma kuambia kwamba yuko pamoja nani, hana mpango wa kuiacha hili, hana mpango wa kujiondoa, sio leo wala kesho. Ataendelea kuisimamia na ataendelea kuhakikisha inakuwa na maboresho kila mwaka mesimama hapa kwa niaba tu ya mkurugenzi wa halimashauri ya jiji la Mwanza ambaye yule ni mlezi na kiongozi wetu, na ndiyo pia akiwa mmiliki wa uwanja ule waNyamagana tunaotumia kufanya mazezi yetu na tunaochezea michezo yetu, lakini pia sitaacha kutoa shukurani kwa Mwheshimiwa mbunge Stanislausi Magura, mbunge wa jimbo la Nyamagana. Kiukweli amekuwa ni mdau namba moja kwenye kusapoti vijana hata katika masuala mazima ya michezo. Naomba mwakilishi wake mfikishie taarifa kwamba tuna appreciate kila anachokifanya, tunaona kabisa jitihada zake kubwa anazozifanya ili ili kundi la vijana ambao wengi wako mitaani wanashiriki katika michezo. Rai yangu kwa ninyi ambao umefanikiwa kuingia kwenye top eight, kitu cha kwanza ni wasini, ni nidhamu nidhamu itakufikisha mbali, nidhamu itakupa matokeo chanya, lakini nidhamu pia itakufanya upande viwango. Kwa hiyo uzingatie nidhamu, yale yanayoelekezwa na walimu wenu, lakini pia lazima, la enu, nanazo, na wale wanao wasimamia kwenye suala zima la michezo yenu na katika timu zenu. Kuna changamoto mnaweza mkakutana nazo, sisi wadau wa michezo tunajua kuna wakati mnakosa nauli, uongo, kweli? lakini basi, kwa jitihada zako fika kwenye kituo cha mchezo husika, lengo lako likiwa ni moja, kufikia malengo yako. Wengi ni vijana wadogo, kwa hiyo bado mna ndoto kubwa ya kufika mbali. Hata wachezaji wa timu kubwa walianza huku kunyambi kwanza kwa mwisho wa siku utaonekana katika timu fulani ambayo ni kubwa, na hata katika timu ya taifa. Sisi kama halmashauri ya jiji la Mwanza afoji tumepanga vizuri, ili kuweza kuona na kukuza vipaji na vijana hawa ambao wengi wao i ikiandaa kwa wa kabali huo, tumeandaa mfano uwanja wanaotumia wanautumia bure, tofauti na vilabo vile v aaimia bure kule uwanja wa Nyamagana. Lengo ni kukuza vipaji, akimae timu bora ambayo itatoka katika halmashauri ya jiji la Mwanza, mkoa na taifa. Au jamani, kulingana na changamoto mbalimbali ya mvua na usafiri, tumeona tubanane barane, japo kwamba wachezaji wetu wengi ni wanafunzi lakini hatuna jinsi, kwa sababu tumeona ni jinsi gani ambavyo tumekuwa tukichukua muda mrefu kucheza mechi nyingine mpaka nyingine. Lakini nyinyi wenyewe vilabu mlikuwa na pendekezo namba moja la kucheza Nyamagana. Sasa wakati tunatafuta option ya uwanja mwingine rafiki, huku tukiangalia majira ya, ya hali ya hewa, imetulazimu kwa mechi za kwanza, tutajikuta tunacheza kwanza Nyamagana saa nane na saa kumi pale itakapobidi. o kwa wale ambao tutawasili muda mtatusamee. Mzunguko wa kwanza utaanza siku ya Jumanne, mechi ya kwanza ya saa nane ambayo tarehe kumi na tatu ni kesho. Mechi ya kwanza ya saa nane itakuwa ni Liberty versus Tiger na mechi ya pili ya saa kumi Bocca Junior versus Nyamagana Sports. Baada ya hapo tutacheza Jumatano. Mechi ya kwanza ya Jumatano tutakuwa tuna mechi moja ambayo yatakuwa ni Mzalendo versus Lake Tiger saa kumi kamili, na tutaruka mpaka Jumamosi, tutakuwa tuna mechi mbili hapa Liberty ataenda kutupa karata ya pili rias Bocca Junior atatupa karata ya pili saa nane Jumamosi saa nane, <coughs> tuelewane, na saa kumi itakuwa ni Mwanza City risas Nyamwaga. Lengo kubwa ambalo sisi tunatakiwa tuwe nalo ni kumwona Stanslaus Mabula anaendelea kufanya haya ambayo tunayafanya, lakini tunaamini anaweza akafanya hata baada ya kutokuwa hapa, lakini lazima turudishe shukrani ili akafanye kwa ubora ulio mkubwa zaidi ya hapa, ili na wilaya zingine zipate fundisho kutoka hapa. Natumai miaka kumi ni miaka mingi sana. Leo tunaweza tukaliona jambo hili ni la kawaida sana, lakini hii pesa angeitumia kwenye maisha yake mengine ingeweza kumsaidia zaidi na akatengeneza kumbukumbu, lakini leo anatutengenezea kumbukumbu sisi sote kwa pamoja, tunatembea naye ndani ya pesa hizi ambazo anazo kwa hiyo tunapaswa tumuunge mkono pia na yeye nitoe shukrani kwa wamiliki wa uwanja wa nyamagana ambao ni halmashauri ya jiji mmekuwa mtukupa ushirikiano tukipiga hodi pamoja na kuwa kwa maana nyingine haitoshi lakini tunashukuru kwa kile kidogo ambacho mnatupatia kwa ushirikiano mnaoonyesha ili hawa vijana waweze kucheza kwa ukaribu zaidi tunaendelea kukubali na kuheshimu halmashauri ya jiji ya nyamagana kwa sababu inatupa uwezo wa kuyafanya mashindano yetu yawe bora ila tunaombi pia ndani ya shukrani hizo ili kuipunguzia kazi kamati ya mashindano, tumeona katika maelezo ya katibu wetu wa chama cha soka wilaya Nyamagana, lakini ambaye ndio anaongoza jopo hili na mwenyekiti wa kamati ya mashindano, wanapopata hadha hao watu wetu. Pia kama umesikia ndani yake, mashindano haya yamebadilika kuwa ya under 20. Kwa hiyo wengi wanakwenda kuwa ni wanafunzi, na wengi wanasoma shule zetu za mjini, na wakati gani tunawapata? Lakini uwanja pekee ambao wanaweza kaufikia kwa karibu ni Nyamagana. Kwa hiyo tuombe, kwa zile nafasi mlizotupa kuutumia uwanja huo, japo mtuongeze kidogo, ili mashindano yaweze kuwa na ubora. Pamoja na kuwa ni kwa shida na kwa tabu, uwanja unatumika sana lakini, mlichukua hili na mkaliangalie, ili mweze kutusaidia mashindano yetu ya yawe bora zaidi <tipa>